Patrick Mabedi, kocha kutoka Blantyre hadi kilele cha soka la Afrika. Mabedi alizaliwa tarehe 5 Novemba mwaka wa 1973 mjini Blantyre huko Malawi. Akiwa kijana mwenye kipaji na nidhamu ya hali ya juu, alianza kucheza soka katika klabu ya Big Bullets ya Malawi kabla ya safari yake kumpeleka Afrika ya Kusini. Akiwa beki hodari wa kati, Mabedi aliitumikia Kaizer Chiefs kuanzia mwaka wa 1998 na hadi elfu mbili na sita ambako alijipatia heshima kama mmoja wa wachezaji waliokuwa na uongozi wa mfano uwanjani. Baadaye alicheza pia katika klabu ya Moroka Swallows kabla ya kustaafu rasmi na kuelekeza nguvu zake kwenye ukocha. Baada ya kustaafu, Mabedi hakutaka kuacha soka. Alianza safari yake ya ukocha katika timu za vijana na kisha kuwa msaidizi wa makocha katika klabu mbalimbali za Afrika ya Kusini, ikiwemo Moroka Swallows na Mpumalanga Black Aces. Mwaka wa elfu mbili kumi na saba alipata nafasi kubwa ya kuwa msaidizi wa kocha katika klabu ya Kaizer Chiefs, na mwaka uliofuata akateuliwa kuwa kocha wa muda wa timu hiyo. Uwepo wake katika benchi la ufundi ulionyesha umahiri wake katika mbinu na nidhamu, ingawa hakubaki kwenye nafasi hiyo kwa muda mrefu. Mafanikio yake katika uongozi wa timu mbalimbali yalimtambulisha zaidi nchini Malawi na mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Malawi, The Flames. Hii ilikuwa fursa ya kipekee kwa Mabedi kuonyesha uwezo wake wa kuunda kikosi chenye ushindani katika ngazi ya kimataifa. Ametambulika kwa mtazamo wa kisasa wa ufundishaji, anayeweka mkazo katika nidhamu, umoja na kujenga timu yenye maadili mazuri. Hata hivyo, kazi ya kuinua timu ya taifa si rahisi. Inamhitaji kuunganisha vipaji kutoka ligi tofauti na kushindana na mataifa yenye rasilimali zaidi. Kimbinu, Mabedi hupendelea mfumo unaolinda nidhamu ya ulinzi huku akiipa timu uwezo wa kushambulia kwa kasi kupitia winga na mashambulizi ya mpito, yani transition. Mara nyingi hutumia mifumo kama 4-2-3-1 au 4-3-3, kulingana na wapinzani na aina ya wachezaji alionao. Je, ujio wa kocha Mabedi utaongeza chachu gani ndani ya klabu ya Yanga? Tutumie maoni yako. mimi ni Dokas Daniel.